ya mamia ya waliouawa katika ghasia hizo kwa siri. Chadema imedai kuwa zaidi ya watu elfu moja waliuawa. Mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia akizungumza kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam amesema mioyo ya Watanzania inavuja damu hivi sasa kwa sababu hilo ni jambo jipya kwao. Ofisa mwingine wa Chadema Deogratius Munishi amesema alipokea ujumbe jana kutoka kwa raia karibu na mji wa Arusha, ambao aliripoti kuona lori mbili za jeshi zikitoka kwenye eneo la vyumba vya kuhifadhia maiti zikiwa zimejazwa miili ya waliouawa. The past days, siku chache zilizopita tulisikia taarifa kuwa polisi wanakwenda katika hospitali mbalimbali kuchukua maiti za waliouawa wakati wa maandamano, na tunasikia baadhi yao wanazikwa kwenye makaburi ya pamoja. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo tunataka vyombo vya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa viji kuyathibitisha. Mashirika ya haki na wadau mbalimbali wamelaani mauaji hayo nchini Tanzania.